Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha thumma ila rabbikum turjaun. uwa ni mitume anasema, humul mutahabuna fiyah, wae waliokuwa wakipendana duniani kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, walmutazawirina fiyah, na wakawa wanatembeleana kwa ajili ya Allah. Hao Allah anasema yudhilluhum, siku hiyo atawapa kivuli Law ma yadhillu illa dhilli, anaahidi kwamba atawapa kivuli siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wawe na sifa ngapi? Mbili, almutahabuna fillah, wawe walikuwa wanapendana kwa ajili ya Allah. Lakini walmutazawirina fiha, pia wakawa wanatembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kujaza si sawa? Unajua nimezoea kusema juu kuwaza, kwa sababu ilikuwa juu kuwaza Jumuiya kusaidia wagonjwa na ustawi wa jamii Zanzibar. Lakini wenyewe huko watu hospitali wakasema tubadilishe ile jina kwa sababu ina wadisturb kidogo huko. Hao wakiingia kwenye kusaidia wagonjwa wanakuta hospitali. Sasa tuko tunaitwa Jukujaza tukiwa pamoja kama hivi. Kazi kubwa tunoifanya au kama uradi tumeweka nasema kitu mbaya tu uradi. Tuna uradi sisi na wengine hawapo wameona hilo. Wako wengi yao wanawake wenzenu walafu na wana nyumba zao na waume zao na watoto zao, lakini wameacha kuacha leo wamekuja Tumbatu, au sio? Sasa itakuwa vizuri, ili muoneshe mapenzi, unasemaje? Kwa hiyo uradi mkubwa tulionao, tunakwenda hospitali Jumamosi na Jumapili, tunakagua wagonjwa, sio lazima wawe familia zetu, wagonjwa walioko kule hospitali eh hata kama hatuwajui ndo uradi. Manake ingekuwa tunawajua angekuwa tunaenda kuzama jamaa zetu tu, lakini watu tusiowajua tunakwenda kuwakagua, mnazi mmoja hospitali ile pale Karakana, Magogoni, siku nyingine tunaenda tena Kivunge, siku nyingine tunaenda tunaenda mentali kule kwa wale wagonjwa wa akili. Lakini tukifika tunawauliza hali, halafu tunaombea dua. Lakini kama kuna mtu ana tatizo la gharama tunafanya mchango, tunamsaidia kwa kadiri ya shida yake na kadiri ya uwezo wetu, au sio? Lakini jingine huwa tuna kawaida kama hii, kila mwezi tunaenda kutembea kwenye kijiji kimoja chochote tu, kama hivi tulivyokuja huku, mwezi wa nyuma kabla hapa tulikwenda Nungwi kwenda kuwatembelea Waislamu wenzetu na kunasihiana, kuonyana, kuzinduana, kuhadharishana, kuhofishana huhusiana na akhera yetu, sio? Na ndo malengo tuloletewa hapa sisi katika dunia na ndo jambo hili lililotupandisha daraja sisi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu tunaamrishana mema, tunakatazana mabaya, tumepata sifa kwa Allah, tunaomba kuntum khaira haira umma ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, lakini pia watu watuminuna billah. Sasa tunafanya hivi ili ubakie ubora wetu kuwa wabora sisi mpaka tuondoke katika dunia hii, au sio? Sasa moja, sisi kama jumuiya ya Jukujaza, jumuiya ya kusaidia ustawi wa jamii Zanzibar tumekuja kutembea Tumbatu na kuja kuungana na wa Tumbatu, tuwe wamoja kuhusiana hili, au sio? Nilikuwa nipo siku moja kule mnazi mmoja hospitali, akaja mzee mmoja wa Bumbwini. Yule mzee akanambia, nilikuwa nimevaa kitambulisho, akanambia stazi bwana, na mgonjwa wangu hapo, lakini anatakiwa damu, lakini nimeshindwa, naipataje damu nikamshika mkono nikampeleka kwenye daktari, na wafahamu jamaa, alimradi nikamsaidia zile harakati, na mimi kidogo nikaonekana kile kitambulisho kikaaminiwa, akapatiwa damu, ndio jamaa, au sio? Kwa kuonesha kwamba harakati zetu zinawafaa na watu wengine, sio? Kwa hiyo tumekuja kuonana, kujuana, kushikamana kwa mapenzi kabisa. Mimi wananiita mwenyekiti wa hii jumuiya yetu.